ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Regina Mziwanda, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa Marekani Donald Trump asaini amri ya kuwazuia wasafiri kutoka nchi kumi na mbili za Afrika na Asia kuingia Marekani, akitaja sababu za usalama wa taifa hilo. Waathiriwa wa vita vya Kisangani miaka na 25 iliyopita bado wanangojea haki na hakuna uchunguzi wa jinai au mashtaka yaliyofunguliwa iye iwe katika ngazi ya kitaifa au kimataifa. Kulikoni? Kile ambacho tumepata ni kwamba hiyo shughuli imekumbwa na tetesi za ufisadi, na ndio tunasema miaka 25 mingine iwezi kusubiri. Katika gumzo asubuhi ya leo, tunauangazia muswada wa kodi na matumizi wa rais wa Marekani Donald Trump, huku uhusiano baina ya rais huyo na Elon Musk ukiyumbisha muswada huo. Kumbuka kwamba ametoa tamko kukinzana na mswada ambao amewita big beautiful bill, atahakikisha anapiga kura kuwapinga republicans ambao watapigia kura mswada huu. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni beldin waliaula akiwa Nairobi. Nam Regina. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kutoingia nchini humo kwa raia wa mataifa kumi na mawili yakiwemo mataifa sita ya Afrika na mengine yakiwa Afghanistan, Iran na Yemen. Hiiko mojawapo wa sera tata alizotekeleza katika utawala wake wa kwanza. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Donald Trump anasema hatua yake kupiga marufuku raia wa mataifa hayo kuingia Marekani kumechochewa na tukio ambalo mwanaume mmoja mwenye asili ya, ya Misri alivamia Wayahudi waliokuwa wakiandamana eneo la Colorado wakitaka kuachiwa kwa mateka wanaozuiwa na Hamas, akisema mwanaume huyo alikuwa nchini humo kinyume cha sheria. Amri hiyo haiwaruhusu raia wa Afghanistan, Myanmar, Chad Jamhuri ya Kongo, Guinea Ikweta, Eritrea Haiti, Libya, Iran, Somalia, Sudan na Yemen kuingia Marekani. Trump pia ameweka marufuku ya muda ya kusafiri Marekani kwa raia wa Burundi, Cuba, Sierra Leone, Togo na Venezuela. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa Jumatatu ijayo. Trump pia amevifuta vibali vya wanafunzi wa kigeni waliotarajiwa kuanza masomo yao katika chuo kikuu cha Harvard. Takriban mahujaji milioni moja na nusu wanatarajiwa kuhiji katika mlima Arafat, eneo la kusini mashariki mwa Makka. Kuna shuhudiwa joto kali ambalo inatarajiwa kufika nyuzi joto 44. Mamlaka za Saudi Arabia zinasema zimeimarisha usalama eneo hilo, wameweka sehemu za baridi na pia kupanda miti ili kudhibiti joto kali. Mwaka jana takriban mahujaji 1300 walifariki dunia kutokana na hali ya hewa ya eneo hilo. Marekani imekosolewa vikali kwa kupinga azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kutaka kusitishwa mara moja bila masharti mapigano huko Gaza. Wanachama wengine kumi na wanne walipiga kura kuunga mkono rasimu hiyo ya Umoja wa Mataifa ambayo ilitaka kuachiwa huru kumataka wote na kuondolewa kwa vikwazo vya kusambaza misaada ya kibinadamu. Balozi wa Pakistan alisema kura hiyo ya Marekani ni doa kubwa. China nayo na imesema Marekani ndio chanzo kuu cha Umoja wa Mataifa kushindwa kumaliza vita vinavyoendelea eneo la Gaza. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alijitetea akisema rasimu hiyo haikuwa na usawa kwani haikutoa wito wa Hamas kupokonywa silaha na kuondoka eneo la Gaza. Na Tanzania inaripotiwa kuufungia mtandao wa X, zamani Twitter, kwa sababu za mtandao huo kutumika kusambaza picha na video za ngono. Kulingana na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Jerry Silaa amesema habari zilizochapishwa kwenye mtandao huo ki, zinakwenda kinyume na sheria na tamaduni za taifa hilo. Wiki mbili zilizopita, mtandao wa X ulithibitiwa katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo baada ya ukurasa huo wa polisi kudukuliwa. Kituo cha Sheria na Hali za Binadamu kimesema mtandao wa X, wakati huo kiitwa Tita, ulifungwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka wa elfu mbili ishirini. Hii ni BBC muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Uganda tusikilize kupitia kupitia Voice of Karamoja. Nchini Tanzania, tutegee sikio kupitia Radio Kwizera Ngara. Nchini Tanzania, Radio Ngara. Kenya ni Mwanedu FM na kule Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya BBC ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu ni kwamba rais Donald Trump amesaini amri ya kuwapiga marufuku wasafiri kutoka nchi kumi na mbili za Afrika na Asia kuingia nchini Marekani, akitaja sababu za usalama wa taifa hilo. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, marufuku hiyo itaanza kutekelezwa wiki ijayo Jumaatatu, Juni 9. Zaidi na Halima Nyanza ni rais wa Marekani Donald Trump akitaja baadhi ya sababu ya kuwepo kwa marufuku hiyo: shambulio la hivi karibuni mpakani mwa Colorado limeweka msisitizo wa hatari kubwa inayoikabili nchi yetu kwa uingiaji wa wageni ambao hawachunguzi vya kutosha, wakiwemo wale ambao wanakuja kwa vibali vya matembezi ya muda mfupi, lakini wanazidisha muda wa vibali hivyo, hatuwataki. Ameongeza kusema kuwa kuwepo kwa mamilioni ya wa wahamiaji ambao hawaishi nchini humo kihalali na kusababisha cha usalama ndio sababu iliyomfanya asaini amri hiyo am new... hiyo. Hii ndio sababu hii leo na saini amri mpya ya kiutendaji kuweka marufuku ya kusafiri katika nchi zikiwemo nchi nyingine alizozitaja ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kongo, Guinea Ikweta, Eritrea, Iran na Sudan. Aidha, nchi nyingine saba zitawekiwa vikwazo kwa kiwango fulani ambazo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela. Ikulu ya Marekani imesema pia vikwazo hivyo pia vitasaidia kuwalinda Wamarekani dhidi ya watendaji hatari wa kigeni. Hata hivyo, marufuku hiyo ya kusafiri haitawagusa baadhi ya watu kutoka katika nchi hizo, ikiwemo wale wenye uraia pacha na pia wanamichezo wanaosafiri nchini humo kushiriki matukio makubwa ya kimichezo kama vile kombe la dunia na Olympics. Mwaka 2017 wakati alipokuwa madarakani Rais Trump pia alitangaza marufuku ya wasafiri kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi kuingia nchini humo. Ni Halima Nyanza na zaidi kuhusiana na Rais Trump na yanayojiri nchini Marekani utasikia katika gumzo letu la leo. Umoja wa Mataifa umetaka kufanyika uchunguzi juu ya shambulio lililowaua wahudumu watano waliokuwa katika msafara wa kutoa misaada katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameripoti watu kadhaa pia walijeruhiwa na malori mengi kuteketezwa katika shambulio hilo lililotokea Jumatatu usiku. Shambulio hilo limetokea jirani na El Koma kaskazini mwa Darfur wakati msafara wa malori kumi na matano ulipokuwa umebeba msaada kuelekea mji wa El Fasha uliokumbwa na Mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulio hilo. Vita nchini Sudan vilivyoanza zaidi ya miaka miwili iliyopita vimezua moja ya machafuko mabaya zaidi ya kibinadamu duniani. Nao Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni nne wameyakimbia makazi yao tangu kuanza kwa mzozo huo. Mo Ibrahim ni mfanyabiashara wa Sudan anaelezea kukerwa na hali inavyoendelea katika nchi hiyo ya Afrika. The price of human being. Depends on his or her color. Siku hizi thamani ya binadamu inalinganishwa na rangi ya ngozi ya mtu ama rangi ya nywele zake. Mtoto wa kizungu ama Marekani akiuawa, hiyo inakuwa habari kubwa, ila watoto mia wa Afrika wanapouawa to... si lolote. wakati huo ilikuwa nchi ya kuvutia yenye raia watulivu. Ghafla ikageuzwa kuwa uwanja wa vita, maradhi ya kila aina yakachipuka, na unajua hilo linahatarisha usalama wa nchi jirani kama Kenya na hata Uganda Hakutakuwa salama, ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya angani, zote zinatoka wapi? Bila shaka zinatoka nchi za nje. Baraza la Usalama limeshindwa kutafuta suluhu, halifanyi kazi kwa sasa, kwa mfumo huu wao wa kizembe, sasa hauna mafanikio yoyote. Naam, Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati na kaskazini mwa Afrika, anaeleza kuhusu kushambuliwa na kuuawa kwa hudumu wanaotoa wa misaada nchini Sudan. Hakuna tafsiri yoyote utaweka. Huu ni uhalifu, ni uhalifu ambao umevuka mstari kabisa, kwa sababu uh, eneo ambalo misaada imeshambuliwa ni eneo ambalo limekuwa na uhitaji mkubwa wa chakula. Takriban mwaka mmoja, eneo la alfashar halijapokea msaada wowote. Sasa pande hizi mbili zote za jeshi pamoja na RSF kila mmoja anamnyoshea kidole mwenzake, licha ya kuwa wahudumu hawa wameuawa kwenye eneo la mji wa Elkoma ambao uko chini ya udhibiti wa RSF. Kitendo cha kushambulia a wa wahudumu ambao kwanza wanahatarisha maisha yao kwenda maeneo ambayo ni hatari, na ukiangalia ni mzozo wa ndani ambao unahusisha majeshi yote ni ya, ya Sudani. Sasa ukiangalia wahudumu wanaouawa unakuta wakati mwingine ni wahudumu wa kimataifa ambao wameriski maisha yao kwa ajili ya kwenda kusaidia raia wa Sudani, na wanauawa na vikosi ambavyo vina uhusiano na Sudani moja kwa moja. Kwa hiyo nje ya kuwa ni uhalifu, ni jambo la aibu kabisa kwa Sudani. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika.

waathiriwa baada bado wanangoja haki ukweli nafidia, na fidia miaka ishirini na mitano baada ya vita vya Kisangani vilivyoanza Juni tano mwaka wa elfu mbili ambapo Uganda na Rwanda ambao awali walikuwa washirika katika vita vya pili vya DRC waligeukana na kuanza kupigana vikali wakigombea udhibiti rasilimali na, rasili na ushawishi wa kisiasa. Katika kipindi hicho cha miaka 25 hakuna uchunguzi wa jinai au mashtaka yaliyofunguliwa iwe katika ngazi ya kitaifa au kimataifa licha ya ushahidi na nyaraka nyingi zilizokusanywa na mashirika ya kiraia ya DRC pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na hilo. Awali nimezungumza na Sara Kimani, afisa wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, ambaye anaanza kwa kuielezea kile kinachoitwa sauti za watu milioni sita ripoti hii uh, tunauliza tuna kwa, tuna kwamba je, dunia imesahau uchungu wa Kongo? Uh, six million voices ni kampeni ambayo pia tutaizindua ya kusema kwamba tangu vita vya uh, Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo zianze sasa, ni miaka karibu uh, thelathini karibu uh, watu milioni sita wameathirika wame kwa njia nyingine uh, lakini hii ripoti yenyewe inazungumzia vita vya Kisangani ambavyo vilianza mwezi wa Agosti Uh, mwaka elfu moja mia tisa tisaini na tisa uh, kuna watu mam, mamia ya watu ambao walikufa, wengine wakahamishwa na uh, wamama, kina mama wengi wakabakwa na, uh, na, na na kudhulumiwa uh, katika ngono zile tunasema, uh, uh, sexual abuse. Sara, uh, nini zaidi kilichomo ndani ya ripoti yenu hiyo ya sauti milioni sita? Sasa hii ripoti uh, tuna, tunauliza dunia, kwa nini imesahau? Na hivi vita vilikuwa dhidi ya majeshi ya Uganda na Rwanda ndani ya nchi ya uh, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo upande wa wa Kisangani tunasema kwamba imekuwa miaka ishirini na mitano, hakuna mtu ambaye ame, ameletwa mbele ya mahakama, hatujaona uwajibikaji wowote. Sasa tunasema uh, raia wa jamhuri ya demokrasia ya Kongo hawezi kungoja tena. Naam, tuelekee michezoni kwake uh, Omari Mkambara. Asante, no. Asante Regina. Moja kwa moja nianze na michuano ya UEFA National League ambako timu ya taifa Ureno imefanikiwa kutinga kwenye fainali ya michuano hiyo baada ya kupata ushindi ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Ujerumani. Florian Wirtz alianza kuandikia Ujerumani goli la kuongoza dakika 48 ya mchezo, akisha mreno Francisco Conceicao akisawazisha goli hilo dakika 63. Baadaye Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aliweka kambani goli la pili la ushindi ambalo liwapeleka Ureno kwenye fainali. Ronaldo ameandika rekodi ya kufikisha magoli 137 kwenye michezo ya Taifa akiwa na umri wa wa miaka arobaini. Leo Ufaransa watakuwa wanashuka dimbani dhidi ya Hispania katika nusu fainali nyingine ambapo mshindi atakwenda kucheza mechi ya fainali dhidi ya Ureno, siku ya Jumapili kwenye jiji la Munich. Lakini katika tenisi kwenye French Open, French Open Novak Djokovic amefanikiwa kushinda na kusonga mbele na anaenda kutafuta taji lake la 25 baada ya kumfunda kwa Alexander Zverev kwa seti tatu licha ya kupoteza seti yake ya kwanza na hivyo Novak atakwenda kukutana na nyota namba moja kwa ubora duniani kwa upande wa wanaume Yani Kisina ambaye alimshinda Alexander abalki kwa seti moja. Kwa upande wa wanawake, bingwa mtetezi Iga Swiatek pamoja na Irina Zabalenka watacheza nusu finali yao, ya watacheza nusu finali leo hii lakini katika NBA, mchezo wa NBA All Star mwaka 2026 utakuwa ni wa kipekee zaidi. Katika mchezo huo kwamba utawakutanisha nyota wa Marekani pamoja na nyota wa dunia. Huyu ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kamishna wa NBA Adam Silver, ambaye amesema kwamba walivutiwa zaidi na mafanikio ya mchezo wa NHL ambao waliandaa face off ya mataifa manne tofauti na kufanya ile ya All Star. Ni hayo tu Rejina, asubuhi. Naam, shukrani Umari Mkambara. Unaweza kutembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi na mengi mengineyo yanayojiri tunakuwekea hapo katika tovuti, lakini endelea kusikiliza matangazo haya ya Amka na BBC, kwani mengine yanafuata kwa utuo zaidi. Hii ni BBC. na habari kuu katika amka na BBC asubuhi ya leo ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump asaini amri ya kuwazuia wasafiri kutoka nchi kumi na mbili za Afrika na Asia kuingia nchini Marekani akitaja sababu za usalama wa taifa hilo. Lakini waathiriwa wa vita vya Kisangani miaka 25 baadaye bado wanangojea haki na hakuna uchunguzi wa jinai au mashtaka la Congress huku uhusiano baina ya Rais Trump na Elon Musk ukiyumbisha muswada huo. Hii ni BBC.